Mbona leo umepaki mbali? Sikutaka wenzio wanione, kwa sababu naogopa kukufanya ufikiriwe vibaya. Mbona, mm, unaguna? Nawaza huko kufikiriwa vibaya, isije ikawa kila siku unazunguka na mume wa mtu bila kujua. Acha uoga wewe. Lazima niogope, maana huwa nasikia mume wa mtu sumu. Sasa unaogopa nini? Cha ajabu usichokijua. Naogopa nisije nikapigwa jini bure. Usiwaze, ukipigwa jini nitakutibu mwenyewe. Unavyoongea kwa kujiamini utadhani mganga kweli. Kama huamini jaribu kuniroga uone. He, sasa nikuloge kwa kipi ulichonikosea? Mimi nilikuwa nakutania bwana. Hata hivyo, nimekuja kukuchukua kwa sababu kuna mahali nataka twende tukaongee. Unataka twende wapi usiku wote huu? Usiwe na wasiwasi, kwa kuwa tuko na usafiri wetu, tunaweza kwenda mahali popote tunapopataka. Sawa, lakini nataka kujua tunaenda wapi. Popote unapotaka, hata nikisema twende Verde huko five stars, sipawezi labda kama utalipa wewe. Hivi unaitwa nani? Maana nahofia nisije nikaanza kukuita muhudumu humu kwenye gari. Naitwa Janet. Wow, una jina zuri kama sura yako. Wewe ni dini gani? Mkristo? Ok, mimi naitwa Ishaka, ni Mwislamu na pia nafurahi kukufahamu. Asante, umesha kula au kuna chochote unahitaji? Labda maji au chocolate ukipenda. Jamani, chokoleti tena na utuuzima wote huo? Napenda. Ndo maana basi na mimi nitakuwa chocolate ili unipende. Mm, we baba una maneno Usijali, maneno yangu utayazoea tu. Ehe, unaishi wapi? Naishi Maungani. Toba, kumbe sitakiwi kwenda mbali. Maungani unaishi na nani? Naishi na rafiki yangu. Wa kike au wa kiume? Mbona maswali yamekuwa mengi? Jamani, si ndo tunajuana au kuna ubaya? Ubaya upo kwa sababu mimi sikujui. Kwanza leo ni mara ya pili tunaonana, alafu unataka kujua kila kitu kuhusu mimi. Unaniogopesha ujue? Unahisi nataka kukutoa kafara au? Hapana, lakini kwani lazima umjue mtu mapema kiasi hicho? Kwani wewe, ni nini hicho unachohofia ambacho kikijulikana kitakuletea shida? Wala hakuna chochote ninachohofia. Kama hakuna chochote unachohofia, ningependa kujua kama jimbo lina mtu au tayari kampeni zimeshafungwa. Sikuelewi ujue. Unajua, wengine tumeshapita kwenye levo ya ujana, kwa hiyo hatuwezi kujieleza sana. Jielezi hata kwa maneno machache, lakini ya kueleweka. Sawa, ngoja nijieleze sasa. Sasa ni hivi, mimi nimetokea kuvutiwa sana na wewe na ninataka niwe na wewe na ikiwezekana nataka nioteshe na mbegu kabisa. umevutiwa na mimi kivipi? Yani mbona sikuelewi bwana? Ee, hebu acha kujifanya mtoto. Mi nataka uwe mpenzi wangu, nataka niishi na wewe, na ikiwezekana nataka unizalie kabisa. Haya, umeelewa? Unataka kuishi na mimi kwa misingi ipi? Nataka kuishi na wewe kwa misingi hiyo hiyo unayoijua wewe au na mtu wako? Mbona kibabe hivyo jamani, unataka nitunge mashairi au? Mimi sina mtu nipo singo, lakini huoni suala la mimi kuwa na wewe haliwezekani. Haliwezekani kivipi? Haliwezekani kwa sababu sisi ni watu wawili tofauti. Sisi ni watu wawili tofauti kivipi? au mwenzangu ulitangulia kwa Mungu ukasoma kitabu cha mipango ya kesho? Simaanishi hivyo ila, wewe Isiaka, si Mwislamu. Kwa hiyo kama mimi ni Mwislamu siruhusiwi kutongoza? Unaruhusiwa, ila sidhani kama kuna ficha ya mahusiano kati ya Mwislamu na Mkristo. Kwa hiyo kama niko tayari kukuoa na kukufanya uwe mke wangu, huwezi kubadili dini? Suala la kubadili dini siyo kitu rahisi, na siwezi kujibu tu kisa mtu kanitamkia ananipenda hali ya kuwa simjui vizuri. Hata mimi sijakwambia ujibu leo. Una mke? Ni mapema sana kukujibu hilo swali. Watoto je? Watoto ninao watatu. Kama watoto unao basi, na mke pia unaye. Inawezekana kweli ni naye, lakini dini yangu inaniruhusu kuoa hadi wanawake wanne. Hayo mambo ya ukewenza mimi siyataki. Huyataki? una uhakika, ukiwa mwenyewe utaniweza? Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Wewe mm, lakini angalia isije ikawa wewe ndio mkate. Hebu usintishie bwana. Ehe, kwa hiyo umekubali ombi langu? Mimi bado sijakujua vizuri, kwa hiyo siwezi kukujibu leo. Unataka unijuaje wewe? Jua tu mimi sikujui vizuri. Sawa, basi hii wiki nzima nitafanya kazi ya kukufuata kila siku, tuongee hadi unijue. Kwani kazini huwa unatoka saa ngapi? Inategemea na muda ninaoingia. Kama nikiingia asubuhi, huwa natoka mida kama hii, lakini nikiingia jioni, huwa natoka saa nne ya usiku. Huogopi kutoka saa nne usiku? Sasa niogope nini? wakati niko na wenzangu. Kwani wote mnaishi nyumba moja? Hapana. Sasa unaendaje mwenyewe nyumbani usiku, hali ya kuwa wewe ni mtoto wa kike? Mimi ninatafuta hela bwana, na hela haitaki mtu mwoga, ndio maana hata siogopi kutembea usiku. Wazazi wako wanaishi wapi? Mwanza. Sasa huku Zanzibar ulikuja kwa nani? Kuna baadhi ya watu nilisoma nao walitangulia kuja huku, wao ndio walinishawishi kuja huku kwa sababu ya kazi. Aha, na maisha ya huku unayaonaje? Mimi naona maisha ya huku yapo juu sana, tofauti na Mwanza. Unakuta kitu cha elfu tano kule kwetu, huku kinauzwa hadi elfu ishirini <laughs> Ndo ukome kuvamia miji ya watu. Huu ni mji wa watalii. Wewe msukuma, ulikuja huku kufanya nini? Kabla hujaniuliza mimi hilo swali, jiulize kwanza wewe maana, lafudhi yako inaonyesha tu wewe sio mtu wa huku. Sisi wengine tunapita tu. Sawa, nimekuelewa.